Napenda kutoa shukrani za dhati na za moyo kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa maboresho ya bandari zetu, hususan bandari za Ziwa Victoria ambapo ametoa fedha kwa ajili ya kuboresha bandari za Bukoba, Kemondo na Mwanza. Maboresho haya hakika yamekamilika katika bandari ya Bukoba na Kemondo na katika bandari ya Mwanza yamefikia asilimia sabini, kwa maana kwamba matarajio ni kukamilisha mwezi wa kumi na mbili mwaka huu. Maboresho haya yameleta manufaa makubwa, si tu kwamba yamerahisisha usafirishaji, bali pia yamefanya bandari zetu kuwa za kisasa, kutoa huduma za kisasa, huduma bora ambazo zimevutia wawekezaji wengi sasa kuanza kutumia bandari zetu. Hatuna la kusema isipokuwa kuipongeza sana serikali ya Dk Samia, tukisema hongera sana mama kwa yale ambayo unayafanya, ambayo hakika ni maono yako sahihi yanayopelekea uchumi wetu, uchumi wa nchi yetu kuendelea kusonga mbele.